<laughs> Sasa leo ndio sasa, vitu zinataka kupikwa hapa mpaka mtaimba haleluya. Leo mutaimba haleluya nani? Unaona sasa. Ndio hiyo, leo mtaimba haleluya, vitu zinapikwa hapa mpaka mtaimba haleluya. Na ile muro nimewaandalia, lazima muimbe haleluya. Unaona sasa, bakarai ni tatu wako nini yote pale. Naye sasa leo niko na nini mguu ya nyati, mguu ya nyati. Kuna nyati najita buyangata hapo, twala tulinyonga, nilipiga hii. Nilikamata hii bitu hiyo nyati, nikaswerera nikasuerera nayo kabisa, nikareta chini. Naona sasa, nikatoka na muguu yake. Wa Masai walichukua hiyo nyingine, nikabaki tuna hii. Ndio nataka kujitetea na naipenda Nae ona nae ona, ona nani, ona na ni nitaunda mpaka utaimba haleluya sai sai, tena si ati ni kesho. Sasa hapa nataka nichemushe maji eh, timuke. Naona hapo, hiyo ni maji, hiyo ni mae. Mae naongeza tena ingine, nanii, nataka mutaona ni nini nataka kufanya na hiyo mae. Si ati ni mae, muone su ni mae. Hiyo iko kitu nataka kufanya nayo nani. Halafu ona ona ona ona ona ona. Ile kitu nataka sasa kufanya hapo. Ona ona ona ona ona. Ona. Hapa tata tena na mwaya maguta. Maguta. <laughs> Ona ona ona na nini sasa? Ona basi kiwe na chebuka pale. Natia makali kisu. Mm. Natia makali kisu. Naye tena narusha hizo kisu kando. Ninafanya tabia nyingine hapa. Ona nani. Ona ona ona Mm. Nakatakata nyanya hii, hata wacha nilete hapa ya nini, sijui kama mtaona, lakini munaona tu. Mm. Eh, nakatakata nyanya, yaani ni mulo nataka kukutengeneza nanii, utamwaya mate sinaga uwifu. Nimekuwa nikiwambiaga ya kwamba mimi kama Ugali Man, Mwenyezi Mungu hali Mungu halinibariki ili niweze kufungua vinywa vyenyu na muweze kupanuka upande wa matumbo mkule chakula ambaye Mungu mwenyewe tu ndiye ameumba na muweze kuipenda, ndio hiyo, si ati nini ama nini. Nimetumwa na Mungu niweze kufungua vinywa vyenyu, muweze kupata hamu ya kukula, maanake ukiwa na hamu ya kukula utapata kuboresha afya yako barabara na kuweza kuendelea na kazi ya Mungu kwa njia ifaayo. Yes. Kumbuka, mwenye akonjaa ndiye ni familia ya Shetani anataka ukose kukula, ndio afya yako iwe mbaya, udhofike, uweze kukosa kuleta utukufu kwa Mwenyezi Mungu. Na hiyo hatutakubali kama kamati ya Mwenyezi Mungu kamwe, tumekataa. Sasa Ugaliman nakuletea namna ya kutengeneza afya yako, uendelee kuleta utukufu kwa Mwenyezi Mungu. Na chakula kila wakati nawaeleza ni dawa. Naona sasa hii natengenezea nyinyi mm, nataka kutengeneza miguu za nyati, miguu sanyati isiwe tamu, na mimi ngoja, kwa kwanza, ndio maana cha sasa hata tunatengeneza. Ona sasa, ona, oh, tuna, ona, ona, ona. Mm. Ona, tunaweka pale, sikia tu na mimi sikia morionaye <laughs> maji mm. Nachemuka hapa, kumbuka ambayo tena tunaweza kuweka hii nini ona na mimi Mm, imetoka mingi ona ona onana, ah, ah, wacha tutumie ile style yetu mm. ona nani ona nani, ni <laughs> namna tu ya upishi kufanya vitu viwe bambam. Mm, vitu viwe ebambam. Sasa naona maji yanachemka tumeona, alafu sasa ona ona nani, unatarua unatarua hii nini ya, ya, nini, ya nyati unatarua Naona sasa tunatarua tu hapa, tuta reduce kidogo tu mm. Mm. Tuta reduce tu kidogo tu mm. Ni upisi tu nawafunza namna kutengeneza afya yenu iweze kuwa bora mm. Naona sasa naye ni nini ni. Takatia pande hii. Ona, ona, ona tena, niko na ini. Yani kitu nataka kukutengenezea na nini, otaimba haleluya. Leo otaimba haleluya, amen. Otapenda Ogariman maisha yako yote. We pudzo, ngoja kwanza, vitu titaangukia pusu pusu kwanza nini. Pudzo ka kando, ka kando, we nini Hiyo pus unasumbua sana mm. Bitu nakuundia hapa hatari. Hii ni mguu ya nyati ambayo nilikamata jana twala, ndio nikasema sikia sikia, tu sikia mguu ya nyati, sikia tu sikia. Hii ni nyati ambayo inajiita Kuyangati. Nyati imekomaa iko na miaka nini, nini, themanini na nane. Naitwa Kuyangati, imekaa sana pale kwa national park. Mungu akanionyesha nikaenda, nikatoa yeye. Yes, aweze kapumzike. mm. Sasa ndio ndio nini, ndio huyu. Mm. ndio huyu tunamkalanga na tumkue na sembe. Mm. <coughs> Hizi zilikuwanga muro za nani, Karen Blixen na Jonathan Scott walikuwa wanapendaga hii sana na Peter Beard. walikuwa wanapenda kula miguu za, za nyati. Ikiwa Britain, chakula cha king ama mfalme ni miguu za nyati, hakuna kitu kingine na matumbo. Hii mm. ndio chakula ya maana mm.

Nataka mm, usitoke usi usiondoke, kukutengenezea mulo mpaka we mwenyewe utaimba haleluya nani. Hapa naye nataka kuandalia mulo mpaka utaimba haleluya. Mm, naona maji nachemuka hapo nani. Nataka kuonyesha namna kutengeneza gorongondo ya, ya nini gorongondo ya nyati mm. Naye inasaidia upande wa nini? Mm, hii ni dawa hii. Hmm, naona tu nataka kukundia <coughs> mpaka utaimba haleluya nani. Hii ukikosa kukula hii leo, hii umepata lana kubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Si ukipata tu time, wewe toka tu hii mara hii sahii, nani endea ta tahii, maana hata tunaona unamwaya mate Umejiuliza kwa nini unamwaya hiyo mate? Ni lana inaanza kukupata. Ukisikia lana nini, mate inamwaika toka toka, saa hii, saa hii endea ndio. Mm, lana mm, isikupate mimi mm. Nakusaidia unaona kama mimi niko tu hapa hivi hivi. Mm. Ukisikia mate inamwagika kipia mm, lana inakuandama na si vyema.

Sasa baraka ya Mungu niko na mbili, ilikuwa moja. Sasa tunaona hii nyingine, tunaweza tumia hii na hii nyingine tuiweke pande. Hii nyingine itasaidia siku hii, naona yes. Mm. Sasa bida nachemuka mm, mm. awe kuja tena hapa, mkae mm, hapa mkae. Sasa aa, mm.

Watu wataimba hapa haleluya. Ona sasa nani hmm. Nakupa tu plan tu ya namna ku, ya kumanga ku, ku poa naona sasa hmm? Ukishafanya namna hii ona ona nani ona halafu unai transfer. unaifanyia kitu reshuffling, eh? Na ili pale, yani mimi nakupatia siri, nataka kukutolea, ona nani, wewe wewe tu, tulia kwa mvumilivu, nataka kukutolea mulo mulo, nani. Mulo. Yani, mulo paka utaiva, aleluya, tai tai, mulo mulo, ile nataka kukutolea na nani hapa mulo, nakuja hapa nani hapa naona tata broth ndio hii naona hii. Mm, inachemu tunaona tu tunaona tu ndio hii tunaona ndio hii hii. Mm, naona sasa ndio hiyo. Haya sasa tena tugeuse hii mara ya one time mosha mmoja, yaani hapa iko pitu inakuja hapa. Saa hii mimi nakula tu saa hii saa hii tu naona mm. Ona sasa nilikuwa nakuambia, hmm. Nimesikia tena hapo nilikuwa tena hatari mkono hmm. Ona ona ona, na nani ona chini, ona na mwaya, naona hmm. Sasa ona, nimemwaya kumwaya hapo ona, nani inachemka ona. Ona hasa mulo ile iko hapo hmm. Ona, ona, ona nani <laughs> Ona nani? Ona sasa, ona ona tena. Ninaweka hii nini? Dania, dania, dawa sasa bam bam. Mm, naikatia sasa dawa fulani hapo bam bam. Mm. Mm. Mm. Bam bam bam bam. Naona sasa. Hii ni dawa bam bam. Hii ah. Hii sasa si ni game changer hii sasa, sasa ime kabisa. Mm. Ona tu naona naona naona nini? Mm. Ona tu inakaa ki five star hotel, ona inakaa kama Hotel Boulevard, chakula imepikwa Hotel Boulevard. Ona hmm? Ona tu nani? Ona ona, ona. Hmm? Ona tu ninataka kuanza kumanga tu sasa hivi sasa hivi hapa hapa sasa hivi, ona tu sasa unakoroga ikole ndio hmm. Maanake nawambia, hii kipindi ni kipindi ambayo inakujali na kukuletea namna ya upishi poa, hili tu mradi afya yako kuwe poa, hakuna kitu ingine hmm. Ona tu sasa nani ona Simona sasa imekuwa fine thank you. Mm. Sasa no, ona ona ona ona just in case maybe atakuwa tumefanya hii kukoroga, ndio hiyo sasa tumeshafanya. Mm. Ona mambo nani. Ona mambo. Ona ukiambia utoke uende. Ona nani sasa? Ona. Mm. Ona naleta vitu saa hii saa hii. Mm. Ona niko na nini hapa nini?

Sasa mulo hii sasa tunakula kama mfalme mm. Mm -mm. Pilipili mm. Bado mleto nataka tu mngini, angalieni tu hapo vile vitu zinachemuka, mwangalie tu vile vitu zinachemuka hapo mm. mm. mm. Nimepata mbili, ndio hii pilipili mbili. Sasa ona nani? We sembe, kaa kando bwana, acha nikuonyeshe sasa, naunda tu mm. Ona sasa unasomba unawe unaweka kila pembeni tu. Ona. Ona nani? Sa mulo hapa iko bam bam. Hapa sasa mulo ni eh bam bam. <coughs> Mnakula, ngojeni nawapa tu. Tuo ngawa ni moto na <coughs> lazima mumange mtua hapa na mimi